Kauli hiyo ya polisi imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi, Wilbroad Mutafungwa, wakati akizungumza kuhusu uwepo wa taarifa za wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoani Mwanza kupanga kufanya mikusanyiko isiyo halali. Baadhi ya wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo, yaani CHADEMA, katika mkoa wa Mwanza wanapanga kukutana na kufanya mikusanyiko isiyokuwa halali kwa lengo la kushinikiza kuachiliwa huru kwa Tundu Antipas Lissu. Wanawake na watoto wanashawishiwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho kushiriki kwa wingi katika mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linawatahadharisha wananchi kutojihusisha kabisa au kushiriki katika mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali. Aidha, Kamanda Mutafungwa amewataka wakazi wa mkoa wa Mwanza kushirikiana na jeshi hilo kutoa taarifa za uwepo wa viashiria vya mikusanyiko isiyo halali, na wale ambao watajihusisha katika mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali au kufanya vurugu au uvunjifu wowote wa amani jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kama hatua mojawapo muhimu ya kulinda amani na usalama wa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Kuwakumbusha wananchi wote wa mkoa huu kutoa taarifa za mikusanyo, mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali au uvunjifu wote wa amani mara moja utakaojitokeza katika maeneo wanayoishi ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa mara moja na jeshi la polisi. Kauli hiyo ya polisi inakuja wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikiendelea na mikutano yake maeneo mbalimbali nchini kuhusu kampeni yao ya no reform, no election, ikihamasisha mabadiliko na mageuzi ya mifumo mbalimbali mbali ya uchaguzi.